Uko jaji mkuu mstaafu David Maraga amemtaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, naibu wake aliyejiondoa Eliud Lagat na mkurugenzi wa DCI Mohammed Amin kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa mauaji ya Albert Ojwang'. Maraga ambaye kwa wakati mmoja aliongoza jopo kazi la mageuzi katika idara ya polisi ametishia kuwashtaki kibinafsi maafisa hao wakuu, iwapo serikali itaendelea kulegeza kamba. Mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang' katika kituo cha polisi cha Centro jijini Nairobi yanaendelea kuitikisa idara ya polisi, siku tisa baadaye, Wakenya na waharakati kwa ujumla sasa wakitaka uwajibikaji wa maafisa wa ngazi za juu katika idara hiyo kama funzo. Jaji mkuu mstaafu David Maraga aliyewasilisha tetesi ya uwajibikaji katika makao makuu ya idara hiyo ametaka kukamatwa kwa Kanja, naibu wake aliyejiondoa na mkurugenzi wa DCI na kufunguliwa mashtaka ya utepetevu kazini. Maraga ambaye ametishia kuwashtaki kibinafsi maafisa hao ameipa serikali ilani ya siku tisa kufanikisha kukamatwa kwao, kama njia ya kuirejeshea imani idara hiyo ambayo imehusishwa pakubwa na visa vya mauaji na utekaji nyara tangu Juni mwaka jana.

Na huku akinadi kwamba muda umewadia kufanikisha marekebisho yaliyopendekezwa na jopo kazi aliloongoza kuiboresha idara ya polisi, jaji huyo mkuu wa zamani amewataka Wakenya kuanzisha mchakato wa kutaka marekebisho hayo kufanikishwa haraka iwezekanavyo. Wito wake kwa maandamano unajiri huko, vijana wa Gen Z wakitarajiwa kushiriki maandamano Juni 25, mwaka mmoja baada ya maandamano ya mwaka jana yaliyoshuhudia mauaji, majeraha na hata kutekwa nyara kwa vijana. Kamau mwangiruninga ya Citizen.